Wakati nakuja hapa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewapa pole wafiwa wote lakini pia yeye kama Mheshimiwa Rais ametoa msisitizo, mambo yafuatayo. La kwanza ameielekeza TANROADS kuanzia leo kutengeneza barabara ya Mchepuo kule nyuma. La pili, la pili ameelekeza hapa, ameleta zaidi ya bilioni tatu waanze kulipa fidia mara moja kwa ajili ya kupanua hiyo barabara haraka iwezekanavyo kwenye eneo hili la Mbalizi. La tatu aliyotuelekeza ni kwamba lazima wafiwa wote tuweze kugharamia swala la masanduku yote ishirini na nane kwa wale wote ambao wametangulia mbele ya haki. Lakini pia na mnajua sanduku gharama yake kama laki tano hivi. Lakini pia ametoa maelekezo kwamba kila familia ambayo imepoteza ndugu au jamaa na marafiki tuweze kutoa mkono wa pole wa shilingi laki tano kila familia kwa jumla yake shilingi milioni moja lakini hii sio maana yake, inaweza kukizi uhai wa mwanadamu, ila ni mapenzi yake tu mheshimiwa rais kwamba kuona kwamba ameguswa na jambo hili na ameona kwamba aweze kushiriki kwa namna moja au nyingine kwenye hii bahati mbaya iliyojitokeza katika hapa eneo la Mbalizi. Sasa mazishi haya yanakwenda kugharamiwa na mheshimiwa rais kwa zaidi ya milioni thelathini. Kwa hiyo kwa kweli tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi mema aliyonayo kwa wanambeya na watanzania wote kwa ujumla. Hawa wagonjwa ambao wanatibiwa, tutaomba wenzetu hospitali, ziko gharama ambazo zi watakuwa wameingia, e, tutakava serikali itagharamia matibabu ya hawa ambao walioko hospitali. Kwa hiyo, ningeomba mganga usidai chochote kwa wagonjwa hawa ambao wanatibiwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kagharamia kila kitu. Sasa swala la kutengeneza barabara, magari yote yanayokwenda nadhani, magari yanayenda umbali mrefu yatapita kule, kwa sababu huku sasa kutakuwa tunapita magari madogo tu, hapa magari maloli yote marufuku kupita kwenye barabara hii. Natoa siku tatu, tumeelewana? Tumeelewana. Magari makubwa yote yatapita kule, magari madogo yatapita huku ili kuweza kunusuru maisha ya Watanzania hasa wa mkoa wa Mbeya. Leo hii hapa tumepoteza hata waliokuwa wanatengeneza barabara wametoka kule, wamemaliza kutengeneza barabara, wamepanda kosta, wanarudi Mbalizi, wamefika hapa, wamekufa wanne, akiwemo opareta mmoja, mafundi wa karibu watatu na kadhalika, wamepotea hapa. Kwa hiyo TANROADS wako hapa na nimeshawaambia kwamba kuanzia kesho, na mkandarasi yule chiko atasaidiana na TANROADS tengeneza barabara ile ipanuliwe vizuri. Tuombe wananchi muwe na thubira, wakati wakatiwa ambao serikali imechukua hatua kali kurekebisha hiyo barabara upande wa pili, tusiwe na muda wa kuchelewa. Yani leo kuanzia leo tarehe 8 mwezi wa sita mwaka 2025 tumeelekeza waanze kutengeneza ile barabara kule lakini pia tuwaombe wenzetu wa malori, jeshi la polisi simamieni, atakaye kiuka anang'ang'ania kupita huku ni kushughulika naye, kwa sababu kuna mingine mijeuri. Unawaambia pita huku, ataki, anataka apite barabara hii. Tumechoka kuona mili ya watu inapotea. Sasa jeshi la polisi, simamieni pale juu, mtu akiwa anakatiza anakatiza, anaelekea huko, kwa sababu kule hakuna mlima mkubwa. Hapa kuna changamoto ukiteremka hata ukimruhusu kwa sababu huyu alikuwa wa mwisho. Manake ma, ma, magari madogo yanamalizika yameruhusiwa maloli, yule akaanza kutembea kwa gia ambayo sio yenyewe. Alipofika pale, gari limemshinda akaanza kugonga hii gari Rosa akaanza kupoteza maisha ya watu hapo. Lakini kumbe manake lile loli lisingekuwepo, huku haisi kwa haisi hazina shida kubwa, na hapa wana uwezo wa kutembea wao taratibu taratibu, taratibu akavuka. Kwa hiyo naamini kwamba jeshi la polisi chini ya eh, Benjamin Kuzaga timu hii ya RTO ianze kazi mara moja baada ya barabara hii kukamilika ndani ya siku mbili tatu hizi kuanzia leo hii ambayo tunatoa tamko hapa. Sawa. <coughs>